Tumsifu Yesu Kristo jubilei 2025 mahujaji wa matumaini upendwa na ukumbuka ule muujiza wa kiekaristi natumaini nanyi pia mna ukumbuka ambao ulitokea kipindi cha Mtakatifu Antoni wa Padua kipindi kile kulikuwa na bwana mmoja mpagani ambaye hakupenda kusikia mambo ya sakramenti wala kuyaamini kabisa. Hakuamini kwamba kuna sakramenti yoyote wala nguvu iliyopo katika sakramenti ya Ekaristi takatifu, yeye hakuiamini kabisa. Na siku moja amekuja mbele ya Mtakatifu Antonio wa Padua kuanzisha mabishano kuhusu sakramenti na hasa sakramenti ya Ekaristi takatifu baada ya mabishano ya muda mrefu na majadiliano marefu, ikashindikana kumshawishi huyu bwana kuwa Yesu yupo katika Ekaristi takatifu, Mungu mzima na hai. Kwa hivyo kukatokea wakaamua, tufanye kitu kimoja. Yule bwana mpagani alikuwa na punda wake, basi Antonio akamwambia, huyu punda wako usimpe chakula kwa siku tatu wala maji awe na njaa na kiu ya siku tatu. Halafu siku ya tatu tutafanya kitu ambacho tutajua kwamba Ekaristi takatifu ni Mungu au sio Mungu. Basi siku ya tatu yule punda akaletwa mbele ya Mtakatifu Antoni na yule bwana mpagani lakini pia na watu wengine wa mji ule wakaja kushuhudia jambo hilo. Upande mmoja mbele ya yule punda kulikuwa na maji na majani, na upande mwingine Antonio wa Padua mtakatifu alishika monstransio yenye Ekaristi Takatifu. Wengi tunajua kwamba pengine punda huyu angeenda kwenye chakula, kwenye majani na kwenye maji, lakini haikuwa hivyo. Punda huyu kwa mshangao wa wengi alipiga magoti kumwelekea Yesu wa Ekaristi. Wapendwa, tarehe ishirini na mbili ya mwezi huu wa sita tunaadhimisha ile sikukuu kubwa sana ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiye Yesu mzima huyu ambaye kabla ya kuteswa kwake alituachia Ekaristi ili iendelee kukaa nasi tuendelee kumsifu na kumtukuza yeye katika Ekaristi Takatifu, kwa kuwa ni mwaka ambao tunafanya jubilei kuu. Tumeona sisi kama e, wanaparokia wa parokia za Kifransisco Kikonventuali, parokia ya Mtakatifu Klara Mongolandege, parokia ya Roho Mtakatifu Segerea, parokia ya Mtakatifu Bonaventura Kinyerezi, parokia Mtakatifu Faustina Kifuru pamoja na parokia teule ya Kisukuru pamoja na ya Kingazi kufanya jambo hili kubwa la kumheshimu na kumtukuza Yesu wa Ekaristi kwa pamoja. Tutafanya katika viwanja vya Kecha ukiwa eh, unaelekea Kinyerezi upande wa kushoto wa, wa, wa barabara. Lengo kubwa la kufanya hivi si kingine bali ni kuendelea kumsifu huyu Yesu kama punda. Aliacha chakula akaacha na maji, akapigia magoti Ekaristi takatifu. Je, sisi si, si zaidi ya punda ambao tuna akili na utashi wa kuweza kupiga magoti kwa Yesu wa Ekaristi tukimsifu na kumwabudu? Ninawaalika waamini wote wa parokia hizi zote kuhudhuria kwa wingi katika tukio hilo kubwa katika ukanda wetu huu. Tunataka tufanye hivyo pia kukuza na kuonyesha imani yetu kuinjilisha imani yetu kwa Yesu wa Ekaristi takatifu, watu wafahamu kwamba sisi tunamwabudu Mungu wa Ekaristi takatifu ambaye yu nasi daima, tunatembea na Mungu wetu katika maisha yetu. Misa hii itaanza saa tatu kamili katika viwanja hivyo na kama hitimisho la misa ni maandamano yale Ekaristi, ya Ekaristi ambayo tunayafanya kila mwaka na kila waumini na kuhani wao wataongozana kuelekea katika parokia zao ili kwenda kukamilishia eh, maadhimisho haya makubwa katika parokia zao. Tukio hili la kumsifu Yesu Ekaristi Takatifu, mimi mwenyewe nitakuwepo kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa tukio hili, na maparoko wenzangu watakuwepo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Waamini wetu ambayo tumepewa na Mungu kuongoza, mtuunge mkono, mje kwa pamoja tuionyeshe imani yetu kwa Yesu Kristo wa Ekaristi, na hili itakuwa ni kukuza imani ya waamini wote. Mapendwa, natumai ya kuwa tutashirikiana kwa pamoja kujenga mwili wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.